Watu ulimwenguni kote husheherekea sikukuu ya Pasaka. Wakristo wao hukusanyika kukumbuka siku takatifu zaidi katika historia, kifo na ufufuo wa Bwana wetu Yesu Kristo. Watu na jamii zote duniani hukaa pamoja, wakivaa mavazi ya kupendeza, wakiimba na kucheza pamoja, wakiwa wanasheherekea kwa furaha na amani lakini tunapokumbuka kifo chake, je, ni kweli tunaelewa kile alichokisema pale msalabani katika dakika zake za mwisho? Neno ambalo tunalifahamu na limekuwa likizungumzwa sana ni neno imekwisha, kwa lugha ya Kigiriki tetelestai. Neno moja tu lilosemwa kwa mdomo uliotapaka damu. Lakini alikuwa kilio cha kushindwa? ni tamko la ushindi kamili, siyo nimekwisha bali imekwisha. Hii haikuwa kilio cha kukata tamaa, ilikuwa ni tangazo la ushindi wa milele. Yesu akufa kama mteswa, alikufa kama mshindi. Mwana kondoo wa Mungu hakutekwa, alijitoa mwenyewe. Imeandikwa kwamba hakuna mtu yoyote anayeniondolea uhai wangu alisema katika kitabu cha Yohana 10:18 kumi, nitautoa kwa hiari yangu mwenyewe. Alikuja kwa kazi maalum kuvunja laana, kushinda dhambi, kumshinda shetani, kuokoa mwanadamu na mwisho wa yote alilia kwa sauti kuu akisema imekwisha, tetelestai. Sasa neno tetelestai alikuwa tu neno la kidini ama neno la kawaida, lilikuwa ni neno linalotumika katika maisha ya kila siku, na kwenye kila matumizi yake. Neno hili lilipata maana yake kamili katika pumzi ya mwisho ya Yesu. Neno hili huwa linatumika mwishoni kabisa, kama mtu akitoa taarifa ya uthibitisho na ukamili wa jambo fulani. Neno hili tetelestai lilikuwa likitumika kwenye vita, masoko mahakama na maeneo mengi kadha wa kadha. Sasa leo, embu nikuonyeshe muktadha wake kwenye maeneo tofauti tofauti. Tukianza na vitani, askari aliyeshinda vita aliporudi nyumbani, akasimama mbele ya mkuu wake, kamanda wake, na kusema tete lestai, ikiwa na maana ya kwamba vita vimekwisha. Wanadamu tulikuwa vitani dhambi na hatia na Shetani pamoja na mitego yake yote, lakini Yesu, mkuu wa majeshi ya mbinguni, alikuja na kusema sasa, vita vimekwisha, watu wangu wako huru. Likumbuke neno tete lestai. Katika muktadha wa masoko, wakati mtu alipomaliza kulipa deni lake lote, muuzaji aliandika risiti yenye neno moja tete lestai, ikiwa ina maana kwamba deni lote limelipwa kikamilifu. Mwanadamu walikuwa na deni, deni la dhambi ambalo hungetengewa kulilipa, kwa maana mshahara wa dhambi ni umauti, Warumi 6:23. Lakini Yesu asiye na dhambi alilipa kwa damu yake mwenyewe na kusema, deni sasa limefutwa, huna tena deni, wewe ni mtu huru. Katika eneo jingine neno hilo hilo lilikuwa linatumika mahakamani. Wakati mfungwa alipotumikia kifungo chake chote, hakimu aliandika kwenye hati ya kesi, tetelestai, hukumu imetimizwa. Sisi tulikuwa na hatia, tulisimama mbele ya sheria tukiwa wenye hatia, lakini Yesu alichukua adhabu yetu. Hakimu mwenye haki aligeuka kuwa mwanakondoo na dhabihu na kusema sasa haki imetimizwa na rehema imetolewa. Katika upande mwingine, neno hilo hilo lilikuwa likitumika katika sanaa. Msanii alipomaliza kazi yake ya kipekee, alijiondoa hatua moja nyuma na kusema tetelestai, kazi yangu imekamilika. Yesu alichukua maisha yetu yaliyovunjikavunjika, akayapaka kwa huruma, akapamba kwa neema, akasaini kwa damu yake, akasema hii ndiyo kazi yangu ya sanaa ya ukombozi. Ni historia ya mwanadamu Imerejeshwa sasa, anza upya. Katika eneo jingine, neno hilo hilo lilikuwa linatumika katika maeneo ya watumishi. Mtumishi alipomaliza kazi yake yote aliyotumwa kuifanya, alirudi mbele kwa bwana wake na kusema, tetelestai, kazi yangu imekamilika. Yesu mtumishi wa mateso yetu, mwana mtii, alitimiza kila kitu kilichokuwa kimetabiliwa na unabii wote akakamilisha kila agizo na akaifunga kazi yake kwa Baba. Akatazama juu mbinguni, akasema nimeifanya, ujumbe umefika mwisho, tetelestai, nimemaliza jukumu langu. Nadhani sasa utakuwa umeanza kupata picha kamili ya neno alilolizungumza pale msalabani, katika nyakati zake za mwisho. Msalaba hukuwa mwisho hadithi, badala yake ilikuwa ndiyo mwanzo kwa historia mpya ya milele. Deni limefutwa, vita vimekwisha, hukumu imetimizwa, sanaa imekamilika, na ujumbe umefika. Kwa hiyo sasa, ndugu yangu, hatukai tena chini ya hukumu, tunaishi chini ya neema. Hatutembei tena kwa hofu, tunatembea tukiwa huru. Hatubebi tena aibu, kwa maana Yesu aliibeba yote msalabani, na hatupigani kwa ajili ya ushindi. Sasa tunaishi kutoka katika ushindi. Kwa hiyo sasa, hakuna hukumu kwa wale wote walio ndani ya Yesu Kristo, Warumi 8 mstari wa kwanza. Aliwasamee dhambi zenu zote, akaifuta haki ya mashtaka, akaigongea msalabani, Wakolosai 2:13-14. Kumbuke, neno ni moja tu, wakati ni mmoja, na mwokozi ni mmoja tete lestai imekwisha. Sasa inuka na uishi katika kile alichokikamilisha kwa ajili yako. Nakutakia sikukuu njema ya Pasaka, wewe na familia yako. Tambua tu kwamba mwanajeshi kazi amemaliza, deni lako limelipwa, hakimu ameridhika na hatia yako. Sasa uko huru, nenda kanze upya, kwa sababu msanii amekwisha kamilisha kazi yake ya sanaa. Sasa uko huru.